Tanga inaendelea kuandika historia na katika kuandika historia, tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa maono makubwa aliyoyaona ya uwekezaji wa bilioni 429.1 ambapo kina hiki kimeongezwa lakini na ukarabati mkubwa na ununuzi wa vifaa vingi vya kuweza kushusha uh, vitu mbalimbali, makontena, magari na kadhalika kutoka kwenye meli zetu. Ni wiki mbili tu zilizopita tulipokea meli kubwa ambayo ilikuwa na uzito wa tani 1033. Leo hii meli hii ina tani 13, haina tani nyingi, lakini ni meli ambayo imeleta makontena mengi sana katika bandari yetu. Meli hii imekuja na makontena 463 na, na katika konteina hizo konteina 261 ni za mizigo ya ndani ya hapa Tanzania. Konteina mia moja na 82 zinakwenda katika nchi zetu za Afrika Mashariki na SADC. Kuna inakwenda Malawi na kwenda Zambia, kuna inakwenda Rwanda na inakwenda Uganda zote hizi inamaanisha kwamba lango la Afrika Mashariki na SADC ni kupitia bandari ya Tanga na bandari ya Dar es Salaam. Ndio maana tunasema hakuna mtaji mkubwa, hakuna tunu kubwa kama tunu ya amani na utulivu katika nchi sisi. Utulivu huu sio kwa manufaa ya Tanzania, lakini kwa manufaa hata ya majirani zetu. Leo kukiwa na vurugu, ina maana wenzetu tunawakwamisha lakini na sisi wenyewe tuna, tunajikwamisha. Kwa hiyo ndio maana sisi tumekuja hapa kushuhudia tukio hili la kihistoria. Nchi ya Irani ni marafiki zetu wa, wa miaka mingi ni ndugu zetu, na tumefurahi kwamba ni meli ambayo inakuja kwa muda mfupi sana. Ukileta mzigo kutoka China inachukua siku ishirini na moja, lakini mzigo kutoka Irani inachukua siku nane, saba mpaka nane. Hii imechukua siku nane kwa hivyo mtu unaweza ukaagiza wakaleta meli hata mara mbili kwa mwezi hata tatu. Ni sisi tujipange kuweza kuhakikisha kwamba meli ikija hapa na mizigo inaondoka na mizigo. Kufika kwa meli hii tuna uhakika kwamba uchumi wetu katika mkoa wa Tanga na wilaya ya Tanga unazidi kufunguka kwa sababu kontena hizi ambazo zimefika leo 463 zita kwenda kutoka hapa kwa kutumia njia ya magari na watakaofaidika ni vijana wetu katika taifa letu na katika wilaya yetu hii ya Tanga. Wafanyabiashara na viongozi wa masoko mlioko hapa, basi tujiandae na sisi kuhakikisha tunatumia fursa ya meli hizi ambazo zinakuja katika mkoa wetu wa Tanga, tusiachie hii nafasi. Sisi wafanyabiashara tuna furaha kubwa kuona mkoa wa Tanga unaendelea kusonga mbele kiuchumi, kwa sababu hata unapotokea Muheza ukija Tanga, ukianza kufika Mpongo, unaanza kuona mabadiliko ambayo hatujawahi kuyaona. Hata foleni ya magari imeongezeka, hata sehemu za kuhifadhi mizigo ya bandari zinajaa, kwa maana kwamba ni fursa ya kiuchumi kwetu sisi. Tunamshukuru sana mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mkuu wa mkoa wetu wa Tanga kwa jitihada hizi, kwa sababu tunaamini kwamba ni jitihada za serikali, na tusingefika hapa kama sio serikali hii. O, serikali imetuvusha kwenye njaa, sasa tunaenda kwenye lishe nzuri. Kwa shukrani za pekee tunapenda kumshukuru sana mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mama huyu ana upendo mkubwa sana na Watanzania, tukiwemo sisi Wanatanga, kama tunavyoona, kama tunavyoshuhudia. afanyi kazi kwa maneno, anafanya kazi kwa vitendo, anawapenda wananchi wake kwa vitendo, sio kwa maneno. Leo hii Tanga tumepata fursa hii nyingine, sisi kama Wanatanga, kwa kuwajumuisha Watanzania wenzetu wengine tunaitumia hii kama fursa ya kuweza kujiendeleza kiuchumi, lakini na pia kukuza mahusiano yetu mengine nje ya nini, ya biashara. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana mheshimiwa rais, lakini pili pia tunamshukuru sana mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tanga. Kiukweli naye pia anatupenda sana, Mungu ampe afya njema na pia aendelee kutupigania Wanatanga.